mcha, Mungu anawaangalia kama kama boni ya jicho lake. Kwahiyo yule mtu Mungu na na na yani, ya mtu anayemwabudu sasa, kile yani dakika chache kundi la watu pale likitoka likija hapa yani, hawaachi hata nafasi ina kuja, nafasi inakuja yani, mzunguko nika hey, nika na wana sasa nikaulizwa je kwa muungaliko huo kuna kitu kinaweza kikampata mtu? Nikasema iwezekana, nikawaambia watu wanaonicha na kuniabudu mimi, katikanau inawalinda kuliko wanavyofikiri wao, na wapolisi usiku na mchana, wakati hata wao hawajui nawalinda. Nikaisha ikaiakaana kujibunaotakamaa nika, sasa nikaanza kuonyesha mara mpaka kama mchezo wa kuingiza Nambia sasa hii kimse nimea umesema nataka kujua malali. Sasa nikaja lango moja bwana. Nikaona ndio moja kile ambacho nilipeleka kwa mheshimiwa Mkapa. Nikaja ile lango moja. Nikaona mambo yanayotendeka kwenye giza kwenye kukamata ile eneo. Ndio maana ninyi mnapofanya biashara msijifaie biashara kienyeji. Usifungue kabisa ovyo ovyo. Usifanye ile wenzako ulimwengu mwingine. Wana vitu wanafanya kwanza kabla hajafanya peupe Yaani mambo mazito mazito mazito, funga kazi, naenda safari hii, funga kazi. Nikapeleka uwanja ule wa karibu, nipopeleka pale ndio nikajua, he, kumbe mambo yako hivyo, kumbe mambo yako hivi. Sasa nikajaribu kuzubutu, nikapeleka maombi, nifanyie mkutano pale. Hey. Watapeleka ngoma za kienyeji watapeleka vitu vyako kusikia kuna mtu anafanya kama watu wa darasani, hata semina, hata bahati mbaya, wewe usikie, toa hata milioni zote, hawakupi bali. Hawa sasa nataka kufika utaka, hawakupi, wanajua niliomba nilichokifanya tu siku nikaenda, kama mimi naenda kuangalia mpira, nilifanikiwa kuchukua kaudongo, tulianza kushughulikia ili tukarudi kuomba zema hapa, tutawapa kote. Lakini sasa mwenzangu, kama unaweza ukajaribu ukapata hata kwa siku moja tukakaa polini, alafu tukakaa pale, itakuwa ni haleluya. Sasa siku nikifunguka nikwambie, alafu wewe ambaye una, unaomba dakika tano Unataka kumoa mkuu wa anga wa Dar es Salaam, uko peke yako, na hayo ambayo sijayasema yote, kuna usalamu na huku, nataka kumtoa. Umepishana na mmeo, umepishana na mkeo, hey, umepishana na kiongozi, alafu nasema umekuja, nakutoa nakutoa, nawatikisha mkono, kumbe mmeisha mme, anza kuniomba jina la Bwana libaki. Pointi zote hizi tunapoingia kwenye maombi haya sasa hivi, kila mtu aombe toba kwa Mungu, kila mtu ajitengeneze, kila mtu amsamee mtu ambaye alikuwa hata atamuomba msamaha. Kama yuko mfuate, mtake radhi, tengeneza. Kila mtu akae sawasawa. Ukisikia kuombea taifa ni taifa, na mimi sikuwahi kufunga na kuomba niwe na mzigo wa kuiombea taifa. Aha, ni Mungu kukanipa. Nizawadi alafu napewa maarifa ya kujua vitu vya nchi. Ndiyo maana nava navielezea kimo naga ubara kwa sababu tayari Mungu analishughulia nami nakupa maarifa. Haleluya, kwa kwa msingi huu usifamie eneo, kuna watu wamepata madhara makubwa vilema wengine vya kudumu mpaka ile kupoteza maisha, sio kwa sababu umetenda dhambi ah, ni kwa sababu umegusa anga ambalo wenzako wamewekeza vitu vyako ili waendelee atampa zawadi. Amekuja kwako, kachukua mke, kachukua watoto, kachukua jirani, kasema bwana hawa nimewateka naondoka nao, utaambia chukua na zawadi na nauli ya kwenda nao ndio. Wewe umejenga hoteli yako mahali, inakuingizia faida kila siku na unavuna laki mbili, laki moja, laki mbili, alafu mtu amekuchongea akakwambia kwamba unatakiwa uvunje hii hoteli uondoke, alafu unamjua ni, ni Suzana, unamjua ni Juma Alafu amekuchongea leo, umevunjiwa hoteli kama leo. Wiki ijayo amepata msiba, anauu mazi mazi, utampa hupi? Umesema kweli, unaitaji Ana. Unajua kabisa huyu ndiye amefanya hoteli yangu ivunjwe iondoke, yu hapa kamladi kangu, baada ya wiki moja msiba anakwambia mama anakoomba alafu anamwambia wewe, si ndio umesababisha hoteli? Ningekupa tarakimu yako, ndio, lakini najua bado nazo za akiba. Nani anaweza kumpa mna Mungu? Hata mbingu mnaweza mkaiona, maana mmekuwa wa kweli, ila tukiingia kwenye maombi aa, lazima umpe. Mimi jaribu nilipata kanidharau kamtukana Mungu wangu. Baada ya muda, manaye anataka kunyongwa, anahitaji laki tano. Nilikuwa naniliuza tu kabla hii gari nayotumia, ninataka kwenda kutengeneza na hela ninayo. Kamtuma kijana wake, kanaambia kanimwombee, najua hiyo ndio baba yetu, ndio kiongozi wetu, na nilitukana na nilienda kwake, hakunisainia amemtuma ameenda kwa malenzi wenzake, kote ameshindwa Akaona papo hapo, ni kwangu kamtuma mtu, nikamuuliza ni kweli amekutuma? Twende, kama alikwenda kweli. Nikaenda macho kavu, hiyo hiyo safari ndio akanisalimia mara na shida, wewe ndio askofu wetu, sio? Mchungaji wetu, sio? Nani naomba tu tu, nikamwambia ni kweli. Eh, kwa unataka shilingi ngapi? Mimi nataka laki sita lakini ataki nipa laki nne, laki ngapi nipe? Nikachukua zile hela nikampa, sitarudi nini, baada ya muda tu sitarudi, sikumbuki kama zilirudi Sio kwamba zilikaa za kazi, maanake umpe yeye e, uendelee kutembea kwenye madaradara na mtu alikuudhi na alikukataa nyumbani kwake, alafu umpe yeye uendelee kutokufanya kazi. Lakini e, nilishinda jaribu, nikampa. Baada ya kumpa, sio kwamba ndo alia pamoja, mtoto e, akazitumia mtoto wake akunyongwa ndio maana anasema mmekuwa wa kweli, kwa sababu ni ngumu sana kumsaidia mtu aliyevuruga kibanda chako. Moja ya maombi tunayofanya hapa wazee sasa ni kusema Mungu tupe neema. Ndio maana jamaa bwana, hii bwana iwezekani, Mungu tuongeze